Habari ndugu mtazamaji, kwanza nianze na kukupa hongera kwa kumaliza mwaka 2025. Kuna wengi ambao tulianza nao katika mwaka huu, lakini hawajapata fursa ya kuhitimisha mwaka huu, lakini ni kushukuru pia kwa jitihada zako za kutazama karibia kila video ambayo tulikuwa tunaupload, basi ulikuwa ni mmoja wetu ambao alikuwa anatazama, lakini pia kwa wale ambao walikuwa wana share kwa ndugu jamaa na marafiki, wamefanya vizuri kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano pekee tumepata zaidi ya watazamaji wapya elfu mbili. Mwaka jana tulikuwa na takribani watazamaji yani subscribers mia mbili hamsini, lakini mwaka huu tunapoanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano tumepata zaidi ya watazamaji elfu mbili na saizi tuna subscribers elfu mbili na mia mbili hamsini Jumla tazamaji ambayo tumepata ni zaidi ya laki moja na thelathini na nane. Ni hatua kubwa ambayo tumepiga katika tineli yetu ya afya, na tuna ahidi mwaka 2026 na utakuwa ni mwaka ambao tutaboresha vipindi vyetu na kutoa zaidi elimu kwa afya ya jamii katika mwaka 2026 na tungependa tukushauri yafuatayo. Kwanza, hakikisha unaendelea kutunza afya yako kwa kufanya mazoezi kwa kutumia vyakula ambavyo havileti changamoto kwa afya yako, lakini pia kwa kupima afya mara kwa mara. Jambo la pili, zingatia hakikisha pia unapata bima ya afya ili kusaidia katika matibabu mbalimbali. Hakikisha una bima ya afya au una kitu chochote kile ambacho kitakusaidia upate matibabu. Kitu kingine ambacho unapaswa kuzingatia katika mwaka elfu mbili na ishirini na sita, zingatia lishe yako. Wewe ni matokeo kile ambacho unakula. Kwa hiyo tunakushauri tumia sana vyakula ambavyo havina mafuta mengi wala havina sukari nyingi, lakini pia tumia vyakula ambavyo havina kemikali nyingi, ili uweze kutunza afya yako. Kingine cha ku kushauri katika mwaka unaoanza hakikisha una pesa ya dharura kwa ajili ya matibabu. Kwa wale ambao wanakosa bima, hakikisha pia unatunza pesa ya akiba isiyopungua kiasi cha shilingi laki moja na nusu kwa ajili ya dharura mbali mbalimbali. Hata kama una bima, inaweza kusaidia katika matibabu, katika chakula kile kilazo hospitali, lakini pia katika mahitaji mengine. Kuna wakati unaweza kwenda baadhi ya hospitali ambazo ziko vijijini ukakosa baadhi ya dawa, katika umeona kama una bima ya afya. Kwa hiyo kama una pesa ya dharura kwenye afya hakikisha inakusaidia. Ina kingine ningependa kukushauri kushauri kwamba hakikisha unaweka malengo kuhusiana na afya yako. Baadhi ya watu wanapiga malengo kwenye mafanikio, kwenye fedha, kwenye kununua magari, kwenye kutafuta furaha, lakini pia wanasabuka malengo kwenye afya. Afya ndo msingi wa kila kitu, kwa sababu usipokuwa na afya njema, ukiwa noma mara kwa mara, haya malengo yako hautakamilisha. Pesa yote ambayo unaisave kwa ajili ya uwekezaji utaipeleka katika kupigania afya, na nikwambie tu ukweli kwamba ugonjwa ukiwa umeenea kwa kiwango kikubwa, gharama za kupata matibabu yake yanakuwa yako juu. Kwa hiyo ukipambana katika kuzuia basi unakuwa umesevu gharama nyingi. Kwa hiyo pia malengo katika kuboresha afya yako. Kingine cha kuzingatia, hakikisha katika mwaka 2026 na unafanya mazoezi takriban nusu saa kila siku, kutembea, kukimbia, push up, na dakika mia moja hamsini kwa wiki, yaani mara tano kwa wiki. Hakikisha unafanya mazoezi ili ujenge mwili wako Kingine, hakikisha unakuwa na tabia ya kupima afya mara kwa mara katika mwaka unaokuja. Tunasema kwamba tuna kauli mbiu yetu, jijue jitunze, ishi vizuri, boresha afya yako. Hapo kwenye kujijua, tunashauri uone, pima afya mara kwa mara, pima shinikizo la damu, pima kisukari, pima uzito, pima afya karibu kila mwezi mara moja, wai hospitali pale unapokutana na changamoto, ili ujijue maendeleo ya afya yako. Kwenye kujilinda hapo, ndo chukua tuweza kujilinda kama kufanya mazoezi, kula chakula ambacho sio hatarishi, lakini pia kutumia dawa kwa usahihi. Kwenye kujikinga, jikinge na magonjwa kabla hayajatokea, hiyo ndio mbinu bora zaidi. Lakini pia kuishi vizuri, boresha afya ya akili, usiwe na msongo wa mawazo, ongea na watu, cheza, furahi, panga mipango yako na timiza malengo yako. Mwisho utakuwa na afya njema. Lakini pia cha kuzingatia cha kuongezea katika mwaka 2026 na mwaka huu tumejipanga ipasavyo. Kwanza tutakuwa na interview na wataalamu wa afya mara tatu mpaka mara nne kwa wiki, wataalamu mbalimbali wa afya ndio tumeshaanza katika mwaka 2025 na mwishoni tumeanza kufanya na baadhi interview na wataalamu wa afya, lakini huu mwaka unaokuja elfu mbili na ishirini na sita tutawasikia wataalamu wa afya wakitueleza mambo gani ambayo ya kuzingatia katika ili afya zetu ziwe bora katika mwaka uliokuja. Migume nisikie peke yangu na baadhi ya watu wachache sana, lakini mwaka elfu mbili na ishirini na sita tuna program ya kuwashirikisha wataalamu wengi zaidi wa afya, lakini pia tutashirikisha pia na wagonjwa ambao wamewahi kupona, ambao walikuwa na magonjwa sugu. Wengine walikuwa na kisukari, wengine walikuwa na pressure, lakini saizi wanakontrol na wanaendelea vizuri. Tutafanyia pia interview, wamefikaje katika viwango hivyo. Tutafanya pia interview na wataalamu wa lishe, wataalamu wa afya ya akili, wataalamu wa madaktari, wauguzi na wagonjwa pia tutawahoji, ili tujue pia wanaendeleaje. Mambo mengine ambayo tutazingatia katika, tutafanya katika mwaka 2026, kwanza tunatarajia tuwaelekeze watu jinsi ya kuweka malengo ya inayofikika katika afya zao, malengo katika kupunguza uzito, katika kuboresha afya, katika kushusha kisukari, katika kushusha presha. Kwa malengo kwenye afya yako mengi, lakini watu waga waweke uh, malengo kwamba wanataka mwaka huu kushusha presha, watu waga na sasa sema tunataka magonjwa na gari Nataka pia mwaka unina kisukari, sasa pressure yako imepanda, hatailwageeeta ka kisukari ta kusaidia. Kwa hiyo tunashauri pia uweke malengo pia, katika tutaelekeza hivi karibuni, kati ya vipindi vinne vya mwanzo takuwa na kipindi cha kuweka malengo katika afya yako ili uweze pia kuboresha afya yako. Kama presha yako ilikuwa ishuki, basi tutakuwekea malengo jinsi ya kushusha presha. Kama uzitoko kushuki au shuki, basi tutakuweka pia malengo, tutakusaidia ka malengo ili ushushe uzito wako. Kikubwa tunakutakia heri ya mwaka mpya, Mungu kubariki katika mipango yako katika malengo yako, uweze kumaliza mwaka elfu mbili na ishirini na sita ukiwa umekamilisha malengo yako yote, kama kuna malengo ya fedha, malengo ya kielimu, kuna malengo ya kiuchumi, kuna malengo ya michezo, kuna malengo ya yote. Kila unajua, wengi mna malengo makubwa, lakini cha kuzingatia ili utimize malengo haya yote unapaswa kuwa na afya bora. Sisi kama Afya Yetu Hub TV na timu yetu kwa ujumla tunakutakia mwaka mwema, Mungu akubariki na Mungu akutangulie. Nikutakie siku njema na Mungu kubariki. Happy New Year.